Wazi, kuna wenzenu kwenye mikoa mingine kidogo walifanya matukio makubwa. Sasa walihisi wanakomoa mtu, lakini kimsingi tumejikomoa. Tanzania hii ni yenu, wala siyo ya Chama cha Mapinduzi wala siyo ya kafu. Hiki chama ni namna ya mapito tu, lakini Tanzania hii Wata, yani hii Tanzania ni ya umma wa Tanzania, Watanzania wote, ni Tanzania yetu. Uwe ni kafu utaishi Soni, uwe ni Chadema, ni mtu wa Soni. Kwa hiyo kama Soni ikitokea kuna kipindupindu na wewe umo, ikitokea kuna korona na wewe umo. Na ni wape siri moja, nchi nyingi zenye migogoro ni zile ambazo Mungu amezibariki kwa rasilimali mbalimbali. Tanzania ni katika nchi ambazo rasilimali zake ni nyingi hazijaguswa. Sasa kuna watu wanataka kubadilisha ili tuwe na mawazo ya jazba na chuki. Ukikuta stendi wewe unachoma, umekuta kibanda cha bodaboda unachoma, kumbe unawatia hasara wenzako, unawarudisha. Kwa hiyo tusifikie hapo, maana ni sawasawa na umekalia kuti halafu unalikata kuti lile la mtu au tawilile kwa kutumia chenzo, sio kwa kutumia panga. Maana ukikata kwa panga unaweza ukapata tahadhari kwamba mbona nijidwike lakini ukisi, ukikata kwa chenzo wewe unasikia ngurumo tu, utashangaa umedondoka. Sasa tusifanye hivyo, ili ni taifa letu tulilinde. Sisi kaka zenu ambao tulianza shule hiyo miaka ya 80. tukaanza sekondari miaka ya 90 mwanzoni, tungekuwa na jasiba hilo